Mimi naitwa Ruzuba, Ruzuba the Great. Jamani, mimi ni mganga wa ndagu na mafanikio. Ninapatikana hapa Chanika Zingiziwa shule ya Sekondari, Dar es Salaam, Tanzania. Mahali popote pale ambapo upo ninakualika wewe uweze kuja kuniona ili nikusaidie mambo ya kiuchumi. Ziko njia zaidi ya kumi na mbili ambazo unaweza ukazitumia mwanadamu na ukafanikiwa, na ukumbuke kitu kimoja, mikosi iko mia moja na sabini na tisa. Yani kuna mwingine na mkosi wa kuchukiwa, mwingine wa kula hasala, mwingine wa kufukuzwa, mwingine wa kukosa, mwingine wa kuharibikiwa, yani mikosi iko mia moja na sabini na tisa. Sasa fikiria hapo, maajabu hayo. Sasa wewe unayenitizama, mahali popote pala ambapo upo, nilikwambia hivi, mimi ni mganga ambaye nina tibu watu wanaohitaji mafanikio Unahitaji mafanikio, umeibiwa nyota, umefungwa mambo yako ni magumu, mambo yako ni mazito, riski haipatikani, pesa haikai, mipango yako imeharibika, njoo nione ili nikusaidie. Sasa leo nakueleza, watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba nimefundisha elimu ya kuchinja. Baadhi mpaka watu wanaojiita watumishi wa Mungu, maana sisi wanatubaguaga, wameikubali sasa unachinja mbuzi kama alivyochinja Ibrahimu, lakini uwezo wa watu unatofautiana, na madawa yenye nguvu ni maagano ya kutoa damu ya mnyama, yaani yule uhai anavaa kiumbe halafu yule kiumbe anaotumia uhai wa yule mnyama halafu kukupa wewe mafanikio, na ndio maana Mungu anasema hao malaika, sijui majini, manani wote ni watumishi wetu. Tatizo hatukufundishwa namna ya kuwatumia. Sasa watu wengi wamekuwa wakiniuliza kwamba hii elimu ya kutoa kuku ina tofauti gani na ile elimu ambayo wanaitumia eh, kule kwa watani zangu Iringa, hasa hata kule Sumbawanga kule wanaita kilando. Mimi nishawahi kuishi huko, naijua hiyo elimu vizuri. Nilishawahi kukueleza siku moja kwamba tofauti na kuku wa kutupia mahindi ili yayadonoe, halafu ahesabu miaka iliyobaki. Yani kila matano ndio inakuwa miaka yako mitano. Tofauti yake na hii kuku mweupe ni hii hapa: mimi unakuja na kuku mweupe na tutatumia mahindi ya meupe. Utayachukua mkononi, utahesabu, utasema maneno yako unayoyataka, utajiri au riziki unayoitaka, kisha utayaweka hapo. Tutaanza kuyahesabu kwa mikono sisi hatumrushii kuku ili adonoe. Tukisha hesabu yatakayobaki ndiyo yamebeba siri ya utajiri wako. Kama umehesabu saba saba kisha sabasaba ile yakabaki matatu, analishwa kuku kisha atachinjwa. Ile ya kudonoa, ya kudonoa black yamegi kisasa. Ile ya kurushiwa kuku kwanza, kuku anakuwa sio mweupe, ni mwekundu, alafu kuku mwenyewe awe jogoo. Akishakuwa jogoo unalala naye chumbani siku mbili bila kula wala kunywa. Kisha mkitoka, unachukua mahindi mekundu. Elewa vizuri, mekundu. Halafu yale mekundu unayahesabu kama yako mia mbili, unayachukua unamrushia. Akisha donoa, akashiba, akaondoka, mnayakusanya yale, mnayahesabu kujua amekula mangapi. Hiyo ni elimu tofauti ya kwangu, unamrisha tena. Hii ni meupe, hii ni white magic. Kila unapoona kuna black magic, ujue kuna white magic. Na elimu hii ni elimu ambayo inamtajirisha mwanadamu bila kumkosea Mungu. Kama wewe ni mzee wa kwaya tu yani, eh? <laughs> utaendelea tu eh, utaendelea, hakuna shida yoyote. Kwa hiyo elewa tofauti yake. Hawa wanatumia kuku mwekundu, sisi tunatumia kuku mweupe. Hawa wanatumia mahindi mekundu, sisi tunatumia mahindi meupe. Elewa vizuri, wale wanamtupia donoe, sisi tunamlisha yaliyobaki. Sasa bado naangaika nini? Njoo kwa Ruzuba. Naona sasa hivi watu wanazidi tu kibao hapo ningegeuza kamera ungeona umati wa watu ulioko hapa. Ukiuliza tu hapo, utakuta Uganda, utakuta Kongo, utakuta Kenya, utakuta watu. Yaani jamani, ya wewe unayepoteza muda wako, unataka uanze mwaka vipi? Ndio maana kila siku unalalamika. Maisha ni maarifa, rafiki. Nguvu na akili zitakupa pesa ya kula, nielewe vizuri. Elimu inakupa cheti, ndio maana ukipata cheti huwezi kushiba, utaanza kutafuta sasa njia za kushiba. Maarifa ni utajiri Ruzubha yuko hapa Chanika zingiziwa shule ya sekondari. Jamani, hapa ng'ombe sita unapata hii kofia. Ng'ombe sita, ng'ombe moja, mimi naofuga yale mang'ombe ya Kinyankore, ng'ombe moja ni milioni nne na nusu. Sita wanakula watu, bado napika, bado. Watu <laughs> hondaku, na pombe bado, mmeshanielewa? Watu wa Tabora mimi mganga wa ndangu na mafanikio. Rafiki, unatesekea wapi halafu nakuta mtu muoga kweli. Ehe, kwa Ruzuba gharama kweli? Kwa Ruzuba gharama kweli? Kwani hata ikawa gharama, umeanza na robo yake, unashida gani <laughs> azana hiyo.